Mstahiki meya wa jiji la Mwanza na naibu wake wamefanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya wilaya ya Nyamagana kuangalia swala la utoaji huduma za afya kwa wagonjwa wanaofika hospitalini hapo. Ziara hiyo imefanyika siku chache baada ya James Bwire diwani wa kata ya Mahina kuchaguliwa kuwa mstahiki meya wa jiji la Mwanza akilenga kuunga mkono kauli ya Rais John Magufuli ya hapa kazi tu. Mwandishi wetu Wilson Elisha alikuwa shuhuda wa ziara hiyo. Hospitali, so no no maji. Maji hi, ya wilaya Nyamagana mkoani Mwanza inayohudumia takriban wagonjwa mia tatu kwa siku ikiwa ni tegemeo kwa wakazi wa jiji la Mwanza kabla ya kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Sekou Toure. Akizungumza baada ya kuhitimisha ziara yake ya kuhakiki huduma zinazotolewa katika hospitali hiyo, mstaiki meya James Bwire amesema watahakikisha wanafanya kila jitihada ili kuziondoa changamoto ambazo amezibaini. Mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza, Dr Nangi William Nangi, amekiri kuwepo kwa changamoto mbalimbali ikiwemo kukosekana kwa mashine ya x-ray. Majengo mpaka sasa hivi hayatoshi, hatuna wodi ya wanaume, tunalazimika kurufaa wagonjwa wa kiume katika hospitali ya mkazi, tu ambao tungeweza kuwahudumia hapa. Aidha, Dr Nangi amesema kuwa ziara ya viongozi hao katika hospitali hiyo imeonyesha matumaini ya ufanisi wa utoaji wa huduma bora. Kwanza tuna imani na uongozi wa mstahiki meya mpya wa jiji la Mwanza pamoja na naibu wake, mheshimiwa Kotecha, kwamba sasa hivi wameshazielewa changamoto zetu na wameahidi kushirikiana pamoja na sisi kuziondoa, kukabiliana na changamoto hizo muuguzi mkuu wa hospitali hiyo Plasidiusi muuguzi na baadhi ya wagonjwa ambao wamefika katika hospitali hiyo, wakiwemo wazee, wanaelezea namna ambavyo wanapatiwa matibabu. <coughs> Kwa upande wake naibu meya ambaye ameambatana katika ziara hiyo, Mheshimiwa Bi Kukotecha, amesema kuwa mfumo wa maji taka unatakiwa kuboreshwa. Swala la maji safi ni muhimu. Daktari mkuu anayehusika atamuona, kama kuna mambo yako nje ya uwezo wake amuone, lakini kama alivyosema kuna maeneo mengi yanaonekana yameziba maji yake. Hospitali hiyo imeanzishwa mwaka elfu moja mia tisa tisini ikiwa kama kituo cha afya na mwaka elfu mbili na saba ikapewa hadhi kuwa hospitali ya wilaya ya Nyamagana. Wilson Elisha Star TV Mwanza.